Sasa vile hatuwezi you know, kubali nilikuwa naongea na wenzenu wenye wako hapo kwamba hatuwezi kukubali tena polisi apikwe police station ipikwe, ama ofisi ya serikali hatuwezi. Hiyo jana ilikuwa ya mwisho, mmenisikia? Yes, hii bunduki mmepewa hapa, mimi sijapewa. Na amkupewa, ndio ikue decoration? mtu akijaribu police station anakuja kuchukua hatubunduki Anataka kupiga we, maisha yako kiokoe kwanza. Hiyo story ingine ya sijui ati wewe ulifanya nini, hiyo tutafanya baadaye na mimi nitakuwa mbele kukutetea. Thank you sir, tumeelewana hiyo. Yes, sir, so. Mm. Please ya jana ikue ya mwisho police station na police officer unatoroka tu pakati, unaona ile yenye uko nayo hata ukipeleka tano sita bado ni wengi. Lakini kwa mjinga mjinga watu kumi ishirini hapo. We unashindwa na hiyo kazi. Na ulipelekwa shule kufanya hiyo kazi. You have to protect yourself, protect the country And protect our nation And we will defend you to the hilt. Nisi, yes, mutaona. Waja waja walete Kiingereza ati jana ilikuwa nini nini. Siji mutaona hata vile mi nitafanya. Nitafanya, nitafanya kwa nguvu yote. Na hii sio yangu pekee yake ni amri kutoka juu. Mumezikia? Yes, sir. Yeah, so serikali iko na nyinyi 100% kuhakikisha kwamba you are protected from this heinous act. Yaani mtu anaenda kupanga kuleta watu hati, wanatuambia ni peaceful protest, tutafanya vizuri, tutafanya nini. Sasa hii ni peaceful? Peaceful pande gani? kuna kitu peaceful? So uh, nawashukuru sana. Good job, good job, nyinyi wote mniliwaona jana kabisa anaona kwa barabara huko wapi mking'ang'ana, it was a big group and you manage the situation to your best in the very difficult circumstances. Kwa mm hivyo, kwa nyinyi wenye mko nje hapa, tulikuwa tumeintroduce IG yako hapa, DIG Masengeli yako hapa, DCI yako hapa, msamim na ofisa wengine wakutoka huko ofisi kuu, lakini tumekuja hapa solidarity kuwaambia tuko pamoja.